Na fadhili mtavangu Jenafa TV. Leo nataka tukaone habari ya bustani inayoelea katika anga Hanging Garden. Ni bustani inayopatikana katika anga za juu ambayo ipo hewani tu. Katika mpango wa wanasayansi kupeleka maisha au kuwezesha maisha katika sayari ya Mars, ambapo wana mpango wa kwenda kutengeneza bustani, walianza kutengeneza bustani inayoelea katika anga za juu. Walifanya tafiti mbalimbali mbali kuona namna ambavyo wanaweza kafanikisha swala hilo, ambapo unaweza kuona waliangalia vile mbegu inavyoweza ikakuwa katika udongo na pia uhusiano kati ya ukuaji wa mbegu na gravity, yaani nguvu ya mvutano. Lakini pia waliangalia swala la udongo, vile ambavyo ni muhimu katika kuhakisha mbegu inaota, na wakafanikiwa kutengeneza bustani nzuri kabisa, kama ambavyo unaweza kuiona bustani hii ambayo iko katika anga za juu inaelea hewani kama ambavyo unaweza kuona hapo, hapo iko katika ndani ya kituo cha anga cha kimataifa basi ndani kuna bustani tamu kabisa kama hiyo hapo, kama ambavyo unaweza kuiona. Hata hivyo, waliendelea kufanya tafiti kuweza kuona uhusiano huo uliopo kati ya nguvu ya mvutano na uwezekano wa mmea kuota au kutokuota na kukua au kutokukua. Kwa mujibu wa principle ya Charles Darwin, mwanasayansi alisema kwamba mbegu haihitaji gravity yote bali mbegu hupeleka mizizi chini, si kwa sababu inavutwa na gravity, badala yake ni kwa sababu ndiko yaliko maji, na kwamba maji yakiwepo kushoto au kulia, basi mizizi ya mbegu itaenda kushoto au kulia. Lakini mmea hautakuwa imara, baada ya upepo utadondoka. Lakini mwendo huo ni lazima na unaitwa geotropism. Wanasayansi walioko katika kituo cha anga cha kimataifa waliendelea na tafiti zao, ambapo katika tafiti zao walizidi kugundua kwamba inawezekana na ndipo walipofanikiwa kutengeneza bustani katika kituo cha anga cha kimataifa ambayo inaitwa Hanging Garden, bustani inayoelea yaani bustani iliyoko juu kilomita elfu 15 kutoka duniani, bustani ambayo iko huko na wanasayansi wanaendelea kufanya tafiti zao, kuona ma maisha ya mimea na gravity ikiwa haipo, waone inawezekanaje. Wanasayansi yao hii hapa, itazame bustani yenyewe. Unaweza kuona mimea ikiwemo ndani ya bustani hiyo. Naam, tunaamini umeelewa kitu na tunaamini umeona teknolojia hizo kali kabisa. Sasa basi, usisahau kusema chochote kuhusu teknolojia hizi za NASA na mataifa mengine. Wakati ukisema chochote, subscribe, like video pia ili usipishane na video zijazo za utafiti sayansi na teknolojia.